Ningependa kutambua kutoka kwako, je, yeah, una tabia kutafakari juu ya mambo makubwa na mazito aliyoyaumba Mungu? Basi kama una hiyo tabia, hanza sasa, na kama unayo itabidi ongeze juhudi. Leo tuanze kwa kuumiza kichwa juu ya mambo ya kushangaza ulimwengu. Watu wengi wanazungumzia Dar es Salaam kuna joto kali hivi, walishawahi kukaa chini na kutafakali, ni nchi gani zaidi duniani zenye baridi kali? Kwa siku ya leo nitaenda kukufahamisha nchi sita zenye baridi zaidi duniani. Tuanze sasa basi, tunaanza na nchi ya sita ambayo inafahamika kama Finland, nchi ya kaskazini zaidi katika Ulaya, hutofautiana na nchi nyingi za Nordic, ingawa majira kiangazi, ya kiangazi yanaweza kustahamirika karibu na hali joto ya kuganda. Majira ya baridi kali hupungua hadi nyuzi 25 chini ya Celsius, na Lapland kuwa na baridi zaidi, ndio eneo pekee lenye baridi zaidi nchini, kwa sababu hupokea angarau saa 6 za mchana na wakati wa baridi kali. Tuifahamu na nchi hiyo ya tano ambayo inaitwa Kazakhstan. Je, unataka mahali panapovuma kwa joto na baridi kulingana na msimu? Njo Kazakhstan. Kinyume na imani maarufu, Kazakhstan kuwa na hali ya hewa nzuri ya Asia, nchi hiyo ina majira ya joto ya kupendeza na baridi kali. Ukitembelea wakati wa joto, utakuwa na uhakika kwa vile kuzimu kwamba mahali hapa hapaoni mwanga wa jua. Mvua ni kali na isiyokuwa na uhakika. Astana ni jiji lenye baridi nchini Halitokuacha upweke safari ya nje bila vidole vyako kutetemeka na baridi kali. Inasadikika nchi ya nne yenye baridi zaidi duniani ni Iceland. Unataka kuteleza kwenye barafu? Kwa nini usiende ambapo ardhi yote ni barafu? Hupata baridi zaidi kuliko barafu huko Iceland karibu wakati wote wa msimu wa baridi. Majira yote ni baridi. Pia ni karibu kama barafu Nchi ya tatu yenye baridi zaidi duniani ni Canada. Canada ni nyumbani kwa mikoa tofauti ya joto, ingawa hali joto ya Isnagi inashuka hadi nyuzi joto 63, inabaki kuwa na baridi zaidi kwa sababu kuna milima inayozuia hali ya hewa kwenye bahari ya Pacific. The Midio mikoa pia inaweza kuwa ngumu kwa uvumilivu wako kwa kuwa halijoto sio chini sana, lakini upepo hausaidii kuendana na kuumwa na barafu vilevile. Vile nchi ya pili inayosadikika yenye baridi zaidi duniani ni Urusi. Nina hakika umeshuhudia mitetemeko ya waigizaji katika sinema za Kirusi au nyaraka za vita kuu. Kiwango cha juu cha hali joto katika mwezi wa Januari ni nyuzi joto minimum nane, huku chini zaidi ni kushuka hadi nyuzi joto ishirini na saba kama wastani. Majira ya joto, yani kiwango cha juu kabisa ni digrii tatu. Oymyakon ambacho ni kijiji chenye baridi zaidi duniani kiko nchini Urusi. Hivi unasubiri nini kwenda kutembelea? Hali joto ni ya chini hadi nyuzi joto saba, moja nukta mbili. Cha kushangaza hakuna simu za mikononi na makaburi huchukua siku nne kuchimbwa na makaa ya moto yanayoyayusha ardhi. Cha ajabu zaidi hutohitaji friji ikiwa unaishi hapo. Nchi ya mwisho yenye baridi zaidi duniani huwezi ukaacha kuitaja nchi ya Greenland. Ingawa hali joto ya wastani inasaliwa kwa takribani digrii tisa, miezi ya joto zaidi hutumiwa kwa digrii saba. Hakuna mwanga wa jua unaoona ukiingia kwenye anga kwa nchi wanayoisema ufuniko kwa barafu kubwa katikati ya bwana bara barafu karatasi kuna kituo cha utafiti cha Uingereza aisi ya kaskazini ambacho hufikia kiwango cha chini kabisa cha nyuzi joto 86 Celsius. Asikwambie mtu, ni baridi ya kutosha kwa mtu yoyote aliyofungwa basi leo mi na jota kuwa umezifahamu vizuri kabisa nchi ambazo zenye baridi zaidi duniani. Mimi ni shafi bs, tukutane tena siku nyingine kufahamishana maajabu ya kushangaza yaliyomo duniani.